Haleluya, haleluya. Mpendo Mungu akubariki sana. Mungu akutendee mema katika jina la Kristo Yesu. Anakupenda na kuna mipango mizuri na maisha yako. My name is Evangelist Joseph Mwiti Mwitari, na Mungu amenisaidia tena nikapata kuletea neno, naamini ya kwamba Mungu asindi kubariki. Last Sunday Mungu alitupatia neno na likakuwa la baraka. Na leo Mungu amenipatia kitabu cha Yohana kumi na nne mstari mhostari ya sita ambao Yesu anasema mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Hata tusikilie kitu ukweli, mimi njia, ukweli, ndimi njia na uzima, mtu aache kwa baba isipokuwa apitie kwangu. So ukitaka kuingia mbinguni njia ni moja tu, ambayo ni Yesu Kristo. Karibu sana, Mungu akubariki sana, God bless you. Mwamini Yesu Kristo, nawe utakuwa umeamini na kuitii kweli katika jina la Yesu Kristo. God bless you. Jesus, name. Amen. Katika Jumapili ambayo imepita mpendwa, Mungu alitupatia neno ambalo linatakuwa na utata kwa wengine wale ambao wanapata e, wana, wana, wana kubadilisha maneno ya Mungu kwa vile ambavyo mimbi wangetaka wao ikue, lakini kulingana na asilia ya neno la Mungu natakana tafsiri neno la Mungu vile ambavyo ni kwa njia ya kumtii Mungu na kumpenda. Ile hali ya kumpenda Mungu akiwa vile alivyo, maana yeye ni mwema kwa wale wote ambao wanampenda. E, Mungu akubariki sana na, katika neno ambalo tumelisoma, ni Yesu Kristo alikuwa anasema, mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Alikuwa anawaambia wanafunzi wake wakati walikuwa katika ile hali ya kuchanganyikiwa walikuwa katika hali ya kuwachanganya e, na wakawa wanataka kujua saindi Yesu ni nani na Mungu wako wapi? Walikuwa wanataka Yesu awaonyeshe Mungu, na Yesu Kristo akawambia kwamba wakishampata it is enough, wakimpata imetosha. So ukitaka kusoma hiyo uelewe, utaanzia mstari ya kwanza uendelee katika hiyo sura ya kumi na nne ya kitabu ya Yohana na Mungu akubariki sana. So wakati wa wiki iliyopita Neno la Mungu likuwa ni neno ambalo ni swali, iwapo inawezekana makusudi ya Mungu yafanye mutu akuwe mkatili ama akuwe mtu ambaye ni mwenye huruma ama akuwe mtu mzuri, na tukaangalia tuka, tuka. Bwana sina wakati wa kueleza kunundia hayo lakini uaa tuangalie kwa wale ambao ni wana wa ufalme kama e, ni jinsi gani tunaesepuka kupata kuwa watu wa kulazimishwa na mapenzi ya Mungu tukue wakatili, tulazimishwe na mapenzi ya Mungu tukue watu wazuri, watu wa, ambao ni wenye kuwa na huruma. Na leo tumesoma kitabu ambacho kinatupia direction, ambacho ni Yesu Kristo, ambaye anatuzungumzia, anatuambia kwamba yeye ndiye njia na ukweli na uzima, na mtu hataingia mbinguni akikataa kumwamini hivi. Mtu atakuuliza na wale walikuwa kabla ya Yesu Kristo, wale waliokuwa kabla ya Yesu Kristo, na wao mbona itakuashe? Lakini jibu inaweza kuwa nazaguaisi kabisa ya kwamba wao hawakukataa Yesu Kristo ambaye alikuja akasaliwa kwa wakati wao, alikuwa anaonekana ama alikuwa anajulikana kwa jinsi ambayo ni ya kivia, kia, kia, kia, ya wakati wao. Kwa wakati huo kuna vile ambavyo Mungu alijidhihirisha kwa njia ambayo walitii. So kama walitii bila y Mungu walivyowaongoza wao, walipata kumwamini Kristo au kukataa kumwamini Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Sasa tuangalie eh, wale watu ambao wanalazimishwa na mapenzi ya Mungu wakapate kuwa watu wakatili na wabandaye, wanakuwa affected na hiyo na hiyo ukatili. Tunaangalia tunaona y kwamba njia moja ya kuepuka hiyo ni kutii ukweli kutii kweli na kweli tumeona ni Yesu. Yesu ndiyo ukweli, Yesu ndiyo ukweli, ambaye ni ukweli ambao utatusaidia kupata kuepuka kutumika kwa njia ya ukatili, kutumika kwa njia ambayo ni ya upendo na kwa njia ambayo ni ya huruma, kama vile ambavyo maandiko matakatifu yanavyokuwa yakitueleza hapa kwa kitabu cha eh, kitabu ya, ya, ya Wagalatia tano, Wagalatia, stano, mstari ya, mstari ya Wagalatia tano mstari ya saba Wagalatia tano mstari ya saba inasema hivi: mulikuwa mkipiga mbio vizuri. Hiyo ni Yesu, ni Paulo anaulisa wale watu wa Galatia, anaulisa Wagalatia, naulisa mulikuwa mkipiga mbio vizuri, ni nani aliyewazuia msitii kweli? Mulikuwa mnaendelea vizuri sana, mulikuwa mnaendelea bila inavyofaa. Ni nani aliyewasawishi? Ni nani aliyewandanganya? Ni nani ambaye aliwatoa kwa ukweli? Na tumeangaliapo tukaona ya kwamba Yesu Kristo ndiye njia na ukweli na uzima, na mutu hataenda kwa Mungu asipomwamini Yesu Kristo. Divi amesema ya kwa kwamba mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Na hapo tunaona Paulo akiwa anaongeleza wa Galatia, alikuta walikuwa wanyoofu akati aliwaacha hapo mbeleni, lakini aliporudi akapata wamepotoka, wametoka kwa ile njia ya ukweli. Na akasangaa sana akauliza, mlikuwa mnapiga mbio vizuri, mulikuwa mnaendelea vizuri sana. Ni nani aliye washawishi? Ni nani ambaye ni nani ambaye aliwazuia msitii kweli? So ukweli ambao ni Yesu Kristo unasaidia maisha yangu na maisha yako tusipate kuwa katika kategori ya kulazimishwa kuwa wakatili, tukalazimishwe, tukue watu wazuri, watu wa upendo, wana wa Mungu, warithi wa ule ufalme ambao ni wa milele, ambao Mungu amewaindia wale watu wote wanaompenda. Kwa hivyo siku ya leo usikuwe katika ile kuchanganyika, useme ya kwamba sasa ikiwa mapenzi ya Mungu yanalazimisha mtu akue vizuri, kwa hivyo nitajiashiria sasa, Mungu afanye bila nataka na mimi hapana. Mungu amekupa, amenipatia na mimi na wewe, amekupatia nafasi ya kupata kufanya maamuzi ya kwamba useme mimi nitatii ukweli, na ukweli ni Yesu Kristo ambaye Biblia inasema kwamba tukimwamini na tubatiswe tutapata kuokolewa na ile ghadhabu na asira ya Mungu inaokucha kulingana kitabu ya Warumi sura ya tano mstari ya, ya nane. Kitabu sa Warumi sura kitabu ya Warumi sura ya tano kitabu sa Warumi sura ya tano angalia hapo. Kitabu ya Warumi sura ya tano mstari ya nane bu angalia hapo katika jina la like, Kristo Yesu inasema kwamba bali Mungu anaonyesha upendo wake kwetu sisi kwa sababu wakati tulikuwa watu waofu, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Bali Mungu anaonyesha upendo wake yeye mwenyewe kwetu e, sisi kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungari wenye dhambi. Basi saidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kupitia yeye. Kwa hiyo mpendo, katika siku ya leo najua kwamba ile ujumbe ya e, e, Jumapili iliyopita inaweza kukufanya ukatae kuelewa pati yako ni gani katika hali ya kutembea na Mungu, lakini pati yangu na wewe ni tutii ukweli, tuamini ukweli ambao Mungu ametupatia. Ni kwa sababu wale ambao wanakataa kutii kweli, kinachofuata ni kitu gani? Wale watu wamekataa kutii kweli, ni kitu gani ambacho kinachofuata? Wacha tuulize Paulo tena kwa kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya pili second Thessalonian, second Thessalonian, second Thessalonian chapter 2, wa Thessaloniki ni kitabu, iko kwa kitabu kwa nyaraka za Paulo. Inasema hivi, Thessalonian second chapter 2 verse 10, nasema na katika mandanganyo ya uongo. Shetani atawandanganya watu na uongo, na katika mandanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Yaani, wale watu wamekataa kupenda kweli waokolewe, wao watu watakuwa wamedanganywa na shetani, yaani atandang, watadanganywa na shetani kwa sababu hawakupenda ile kweli, hawakupenda Yesu Kristo ili wakapate kuokolewa. Kwa hivyo watadanganywa na shetani, wataletewa dini za uongo, wahubiri wa uongo. E, madhehebu ya uongo watapata kundanganywa, alafu itakuache. Kwa hiyo kitabu shisha wa Wathesalonike second chapter 2 verse 11, nasema kwa hiyo Mungu, Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo. Mungu atawapatia nguvu ya upotevu waamini uongo vyoo. Sasa ambao, e, makusudi ya Mungu yanayosababisha wakuwe wakatili kwa sababu wamekataa kuamini ukweli. Wamekataa kuamini ukweli ili wakapate kuokolewa. Kwa sababu hiyo Mungu atawaletea nguvu ya kuamini uongo ndi wakapata kuhukumiwa. Kwa nini? Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo ili wahukumiwa. Wote ambao hawakuamini kweli, ndio wapata kuhukumiwa, watap watapewa nguvu ya upotevu ya kuamini uongo wahukumiwa kwa sababu walikataa kuamini ukweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Kwa hivyo, my brother my sister, nguvu ya kuamini uongo inapatikana kwa wale ambao wamekataa kuamini kweli. Na katika siku ya leo na kusii, mimi na wewe, Mungu atusaidie tukapata kukaa kwa Kristo. Na kama unja muamini Kristo muamini, maana ukikataa kumwamini Kristo ku ambaye ndiye kweli utaletewa nguvu ya, ya upotevu nguvu ya kukushawishi, na utakuwa unaambiwa hii ndio njia ya kweli, unakataa kabisa. Unaona ndio hiyo, kwa sababu ulikataa kuamini kweli. Lakini we naamini kwamba utaamini na ushaamini, usha ya kwamba utakuwa ni mtu ambaye anatembea katika njia ya kupata kuwa na nguvu ya kusaidia kukaa katika upendo wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo walikataa kuamini kweli E, wakapata kujifurahisha kwa udhalimu. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotefu ya kuamini uwongo, ndio wahukumiwe wale wote walikataa kuamini ile ambayo ni kweli. So usiseme ya kwamba hauna nafasi yako ya kufanya maamuzi. Uko na nafasi ya kuamini kweli. Yesu Kristo ndio kweli. Ukiona kitu chochote ambacho kinapingana na Kristo ujue ni cha Shetani. You like it or not, unaweza nipenda mkatae unipenda lakini kweli kabisa ni kwamba mtu yeyote ambaye unaona kwamba anakataa Yesu Kristo ujua kwamba huyo mtu amekataa ukweli, na kwa sababu amekataa kuamini ukweli, ataleta nguvu ya upotevu aamini uongo. So ndini yote kije muhubirie ama dhehebu ama eh, jambo lolote la uongo ataamini kwa urahisi sana, maana amekataa kuamini ambao ni, ukwe, ni ukweli. Kwa hivyo katika siku, siku ya leo ni Mungu ambaye anakuongelesa ya kwamba wewe ujue Yesu Kristo ndiye njia na ukweli na uzima, na mutu aingii mbinguni akikataa kumwamini mwana wa Mungu Yesu Kristo ambaye Mungu alimtuma akapata kucha hapa duniani ili kupata kutuokoa na kubadilisha maisha yetu. Kwa hivyo katika siku ya leo, mpendwa, iamini ile kweli kweli ambayo inahubiriwa hiyo. Ndio Paulo anaurisia hao watu wanaitwa Galatia, anawaambia mlikuwa mnapiga mbio vizuri, mlikuwa mnakaa vizuri ndani ya Kristo. Nani aliyewazuia msitii kweli hii, kweli ambayo ni Yesu Kristo? Wache tukae ndani hiyo kweli, na maisha yetu yatapata ya kuwa na amani, yatapata ya kuwa na furaha ya yatapata kuwa na matumaini, hata nyakati ambazo ni za vita, nyakati za mateso, utakuwa na amani. Paulo tena naambia Wakolosai sura ya tatu aya ya kumi na tano na kumi na sita mpaka saba, anawaambia na amani ya Mungu iamwe ndani ya mioyoni mwenu eh? Amani ya Mungu, amani ya Mungu iamue katika mioyo mwenu, amani ya Mungu iamue mi, katika mioyo mwenu, na amani ya Kristo iamue mioyo mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukurani. Amani ya Kristo iamue katika mioyo mwako. Kitakacholeta amani katika maisha yangu na wewe, si kwa sababu ya kuwa na pesa nyingi sana ama si kwa sababu ya kuwa na maeneo ma, fulani mazuri sana ni kwa sababu ya Kristo Kasa kutii kweli na nakusi uamini kweli, na Mungu wetu atakubariki sana my brother, my sister. Kwa hiyo kama ungetaka ku usiesabiwe katika category ya watu ambao ni wakatili, ukuwe mwenye huruma, kubali kutubu dhambi zako, kubali Kristo akuwe Bwana mkosa maisha yako na utakuwa ni mtu ambaye maisha yako au utawekwa katika ile category ya watu ambao ni wajana, na Mungu atakubariki sana my brother Maesisa. Sio kama ungependa kuokoka uwe katika ile kategoria ya watu wenye kutii kweli. Rudia nyuma yangu kwa imani sema Bwana Yesu. Kutoka leo na kukubali na kukuamini maana ndiye kweli. Samee dhambi na makosa, we ni mwana wa Mungu na wewe ni Mwokozi. Na wewe ni Bwana. Ulikufa na kufufuka na ukaenda mbinguni na umekete mkono ya kume ya Mungu na karibuni unakuja kunishukua. Asante Yesu. Nisendie kubatizwa. Nisendie kupata kufuata njia za ukweli siku zote za maisha yangu. Ijaze Roho Mtakatifu anisaidie, maana siwezi bila wewe. Amen. Baba nakushukuru kwa mpendo wako. Amekiri maneno na mfunike na damu ya Kristo, na mwombea Bwana umlinde na umpatie neema ya kwenda kanisani, na akienda kanisani wale watumishi wa Mungu wamuelekeze baada ya kubatizwa na wamfundishe neno lako katika jina la Yesu. Mshauri Bwana, Roho Mtakatifu mwongoze na mwelekeze katika jina la Yesu Kristo, ati kweli akae katika kweli, in Jesus name amen. Amen. God bless you my brother my sister, kaa katika kweli na maisha yako yatakuwa na amani, na wewe utahesabiwa kate, katika kategoria wale watu wakatili, wale watu ambao ni wa jehanamu, wale watu ambao watapata madhara mabaya sana, kama itila ile iti tuliona njana, na kama vile ambavyo wale wote walikataa kutii kweli ili walipata hasara hata kama walitumika kwa nchi yote. Hata Mungu alitumia hata Farao, lakini alipata hasara. Alisema nilimuinua Farao ndio nionyeshe mapigo yangu kumi, nionyeshe mapigo akapa jina langu lijulikane duniani kote. Sio kutumikia Mungu aishii hapo, lakini ishi maisha matakatifu na kweli. God bless you. In Jesus name, amen.